Tulijadiliana kwamba stendi iwa hapa Changalawe na hii hela imeingizwa jimbo la Changalawe. Kwa hivyo kuitoa stendi hapa kuipeleka kwa nyenge kapendo siya halali au kuipeleka Milonde siyo halali. Hapa ugogoro huu anawosema upo na katibu tarafa wanagombana hapa, mpaka chitawa mtoto wetu, tunagombana hapa kuitaka kuitoa hii stendi. Ninachokuomba mwenyekiti wa mkoa, mkaikalia vizuri sana, uchaguzi utachafuka hapa. Tukijali jinsi ilivyotengenezwa na halmashauri ya wilaya Tunduru, kwanza eneo limepimwa, watu wa ardhi wamefika na maswala yote yamekwisha na pesa imeingia milioni ishirini na tano. Sasa cha kushangaza mara tunaambiwa huku mara tunaambiwa huku. Mimi nikamshawishi hela hizi afadhali zihame hapa, madam wewe mbunge umeshachuria hapa patoshi, tupeleke kijiji jirani na ambacho ni kijiji cha Matemanga. Hapa pote tulipo hapa ni eneo la Changalawe, hii ndio ni kijiji cha Changalawe ambapo hela zimeshaingia, so, zi, kwa hiyo hela sasa kwa maelekezo ya mbunge anataka zihame hapa ziingie Matemanga ili zijenge pale, ili zivute mji wa kule na hapa. Na ukiangalia okay, hapa nyuma yetu hizi nyumba hizi nyumba hizi unaziona, ziko ndani ya eneo hili ambalo mwanzoni wataalamu walisema tukichukua majengo haya yote ya ya tarafa hili hapa la polisi na hizo nyumba za watu binafsi, basi eneo hili hapa linaweza kwanza, walisema wataalamu alitoshi yani, wataalamu walichakubali kwamba hapa hapa toshi kwa ujumla kabisa, lakini kwenye vikao alivyodokeza siri kwamba kwenye vikao vya kamati diwani na mbunge wakasema hapana, lazima tujenge hapa hapa. Sasa mbunge alipofika kuona ndio aka appreciate mwazo ya wataalamu. Sasa tunachomsubiri hapa ni mkurugenzi afike atoe elimu kwa wananchi kwamba hapa hapatoshi. Mafanikio yoyote yale yanategemea ufanisi wa leo, kesho na kesho kutwa. Mara nyingi mipango yetu, tunaangalia leo, tunaangalia kesho, hatuangalie kesho kutwa yetu hayo ndio mapungufu tulionayo, na tusifanye maamuzi kwa ushabiki ambao utatuletea madhara kesho yake. Mimi nawasii sana. Naona mwenyekiti wangu atawe pale amezungumza tena kwa jazba, naona mzee wangu pale amezungumza, mzee wetu na kuheshimu sana na mimi nathamini uwepo wa wazee, lakini na thamini waze, watu wengine waliochangia lakini lengo letu tufanye kitu kwa tija, sio kuchochea ushabiki wa kisiasa hautatusaidia.